Hizi hapa ndo timu ambazo zimefuzu mzunguko wa pili hatua ya awali kafu inda klabu 2025 2026 kwa nchi ya Tanzania, ambapo katika nchi ya Tanzania zinashiriki takribani timu tano, eh timu tano, ambapo katika klabu bengwa zinashiriki timu ya Yanga, Simba pamoja na, eh, pamoja na timu nyingine ya huko ya huko Zanzibar, lakini kwa upande wa um, kombe la shirikisho, wanashiriki KMKM kutoka Zanzibar, Azam FC, Singida Black Stars, ambao wote hao wanatokea Tanzania, hivyo na kufanya timu hizo zote ziweze kuingia kwenye mkondo wa pili au kuwania kuingia kwenye makundi ma makundi kwenye makombe hayo kwa klabu bingwa pamoja na shirikisho. Sasa katika mzunguko wa kwanza ambao umemaliza basi, mzunguko wa pili kila timu itakutana na timu mojawapo ambazo nazo zimeweza kufuzu, ambapo kwa timu ya Yanga yenyewe itaanzia ugenini na itakutana na timu ya si, si, Silver, Striker, ambapo hii timu inatokea Malawi, wakati timu ya ya, ya Simba Sport Club yenye itakutana ita na timu ya Singizini Hotspurs ambayo hii inatokea eh, Eswatini ambapo timu ya KMKM yenyewe itawakaribisha ita Azam FC kutokea hapa Tanzania bara na kufanya timu za Tanzania zote kuweza kumenyana kwenye kinyang'anyiro huku Singida Black Stars mwenyewe atakuwa ni mwenyeji wa timu ya Flambeau du Centre, hii ni ya Burundi ambapo e, wao watamenyana katika hizo tarehe, huku Singida akianzia nyumbani huku timu kama Yanga, Simba pamoja na Azam wenyewe wataanzia ugenini na kumalizia mechi zao ugenini, huku wengi wakidai kwamba wanaamini hakuna timu ambayo itaiacha njiani. Wote makundi, wapinzani wetu wote wanawamudu, yani kila moja anawamudu wa upinzani yao ambao watakutana nao kwenye mzunguko wa pili na hivyo kufanya timu zote nne nne zinatoka Tanzania bara au inayotoka e, Zanzibar kuweza kuingia kwenye hatua ya robo e,